Tunarudisha shukurani kwa wale wote wa ambao amba wa wamefanikisha zoezi letu la mashindano ya Qur'ani kuenda salama. Salama wa kwanza ni Allah tabaraka wa taala, ambaye yeye ndio mfanyaji wa yote wa ma tashauna ila an yashaa Allah rabbul alamin, yeye ndiyo mfanyaji wa yote atakalo inakuwa, asio litaka halii. Shukurani za dhati kabisa Zinaenda, zinaenda kwa Allah tabaraka wataala mfanyaji wa mambo yote, yote. Tunawashukuru tuna e, waandishi wa habari mtapeleka salamu hizi kwa madrasa zote zilizoshiriki mashindano ya mkoa wa Dar es Salaam. Tuna wilaya tano, na kwa mujibu wa takwimu mwaka huu madrasa za mkoa wa Dar es Salaam zimeshiriki mara, yani ile idadi imeongezeka mara tatu zaidi ya mwaka jana. Tunawashukuru walimu wote ambao, ambao wameshiriki madrasa, madrasa zote zilizoshiriki mashindano haya ya, ya kumi ya mkoa wa Dar es Salaam. Tunazishukuru tuna sana, sana, sana, sana sana sana kwa kuona kwamba miongoni mwa taasisi zinazoandaa mashindano ya Qurani ni taasisi ya Ashabul Kafi, taasisi pendwa kwao, wakaona kuna haja sisi walimu wa madrasa katika wilaya zote, wilaya zote za mkoa wa Dar es Salaam tuungane na taasisi hii katika, katika kushindana katika, katika juzuu ambazo zilikuwa zimepangwa. Kwa hiyo tunatoa shukurani sana sana, sana sana kwa madrasa zote zilizoshiriki mashindano yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape kila la heri, wasituchoke, wasituchoke kama Allah atatupa uhai ishirini ishirini na sita basi tuungane nao tena, na mwitikio huwe mkubwa zaidi ya huu. Maimamu, maimamu wa misikiti yote ya mkoa wa Dar es Salaam, tunawashukuru sana kwa kutupambania, kutangaza jambo hili, limetangazwa sana misikitini, na ndio maana uitikio katika ukumbi wa JNICC ulikuwa hautoshi, watu walijaa ndani mpaka walijaa wengine nje, kwa sababu maimamu walifanya kazi yao ya kulitangaza hili jambo misikitini. Kwa hiyo tunawashukuru sana maimamu wote katika mkoa mzima wa Dar es Salaam. Mwenyezi Mungu awalipe kila laheri. Lakini mashekhe wa wilaya, kama mlivyoona klip, mashekhe wote wa wilaya ambazo wilaya tano zinatengeneza mkoa wa Dar es Salaam walisimama kidete katika kulipambania hili Wametoa klip kila mshehe wa wilaya ametoa klip, wakiyatoa pongezi kwa maandalizi ya mashindano haya kumi, lakini akipiga debe kwamba kila wilaya walioko chini ya shekhe wake wa wilaya waweze kuhudhuria katika hayo mashindano. Tunatuma salamu na kutoa shukurani kwa mashekhe wote wa wilaya wa ambazo zinatengeneza mkoa wa Dar es Salaam. Mwenyezi Mungu wawape kila la heri na tupo nao na tunaomba insha Allah kwa mwakani, mwakani tuendelee kuungana mkono katika hili. Lakin, lakini Shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam Shekhe Alwalidi al shekhe, huyu naye kapambana vikubwa, anafaa pewe pongezi na shukurani za kipekee ni miongoni mwa watu ambao wametushika mkono kutudirect katika baadhi ya mambo mpaka kufika kwa mgeni rasmi makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, katika kumwalika yeye, ndio aliyotoa maelekezo na yeye ndio aliyoandika barua. Kwa hiyo ni mdau mkubwa na ni mlezi wa mashindano haya mkoa wa Dar es Salaam. Alipewa kijiti na Sheikh Alhadi Musa Salum, yeye ndio aliyoyazindua elfu mbili na ishirini na mbili, baada ya yeye kustaafu katika nafasi yake ya ushekhe wa mkoa basi kijiti akampa shekhe Walidi. Kwa hiyo shekhe Walidi, tunakushukuru sana popote ulipo na salamu hizi zikufikie. Lakini pia tunawashukuru mwenyekiti wa jua kita Bi Mariamu Mtambo, yeye ndio ambaye alisababisha wanawake wa mkoa wa Dar es Salaam kuhudhuria kwa wingi, kwa sababu alichukua dhima hii na dhamana hii katika kuhamasisha namna gani watu wanaweza wakahudhuria katika jambo hili. wafadhili E, kama wanavyoapia katika bango letu hili haya, imeandikwa wadhamini. Sheikh Walidi ametuambia tusitumie neno wadhamini, tutumie neno wafadhili. Albaraka, CRDB, Albaraka Benki, hawa ni wadau wetu wakubwa, tangu tunaanza mashindano ya mkoa wa Dar es Salaam hawajatuacha. Kauga Kans, ambaye amewavisha vijana waliokuwa wakishindana katika masala mazima ya juzuu moja juzuu thelathini walipendeza wa kwa hakika, hakika. Tunakushukuru Kauga Kans, tunawashukuru Camel Oil, hawa nao ni wadau wetu wa muda mrefu tangu mashindano haya yanaanza, tuko nao, nao. Camel na, na Lake Oil mbibu, tuko nao muda mrefu sana, na wao tunawashukuru Otacom, tunawashukuru sana, na Oilcom tunawashukuru sana katika kufanikisha haya mashindano lakini shule ya Alhijra kwa kutupatia magari tunawashukuru sana, na shule ya Ilala tunawashukuru sana kwa kutupatia magari ya kuweza kuwasafirisha wahudhuriaji kwa eneo letu la Yovituka na kwingineko, tunawashukuru sana wote hawa kwa sababu wamefanikisha zoezi hili. Lakini tutakuwa wachovu na watovu wa nidhamu kama hatutawashukuru JNICC ambao wametupa ule ukumbi wa, wa kimataifa ukumbi ambao ni smart katika nchi yetu ya Tanzania VIP. Ule ni ukumbi ambao ni bora katika ukumbi zote zilizopo Tanzania, ikiungana na ule ambao uko Arusha. Huu ni ukumbi wa kimataifa, ukumbi ambao wanafanyia wabunge, mawaziri na marais wa nchi tofauti tofauti kutoka katika pande zote za dunia. Kwa hiyo tunawashukuru sana mkurugenzi wa JNICC kwa jambo hili ambalo wametufanyia kwa kutupa huo ukumbi nimeliacha jambo moja la kamati, kamati ya ashabu kafi, kamati kuu. Nawashukuru na sana ambao walikuwa wakishirikiana na, na kamati zote katika kuandaa hili jambo. Kwa hiyo kamati kuu naishukuru, lakini kipekee niwashukuru wajumbe na wenye viti na makatibu wa kamati zote. Tuna takriban kamati nane, wote hawa tunawashukuru, mmepambana vya kutosha, mmeacha usingizi wenu kwa kweli sijui ni wasemeje, yani yana, ni kwa namna ambavyo umejipambania hili jambo. Mpaka tunaenda tarehe nane mwezi wa tatu ishirini ishirini na tano linaenda kufanyika hili jambo. Mmefanya kazi kubwa sana. Mwenyezi Mungu akulipeni kila laheri wanakamati, na inshallah msipe e, msife moyo. Kwa sababu, kwa sababu leo, leo tutagawa bahasha mtafurahia, lakini, lakini kesho tutaenda kupata kutufra yale mambo yenu ambayo huwa mnayapenda kila baada ya kumaliza na kuvunja kamati. Kwa hiyo niwashukuru sana, sana. Kipekee, kipeke volunteers niliwataja mwanzo lakini nitakuwa yani sijawatendea haki bila kuwataja mara kwa mara. Mmefanya kazi kubwa sana. Alkhibra fityatul khair, wote hawa ni volunteers ambao wamekuja kutushiriki kutupa mkono na watu binafsi eh, kuna Warda, kuna Afshaina na hao wengine ambao wametokea Alkhibra Foundation, wametokea Fitiatul Khair Foundation, na wengine wametokea Anama Society. Taasisi sisi zilikuwa ni nyingi kwa kweli. Tunawashukuru sana kwa dhati kabisa, volunteers ambao mmekuja kushiriki nasi katika hili jambo, na sisi tutawaunga tuta mkono kwa kuwapa bahasha na tutawapa vyeti, lakini pia tutakuwa nanyi katika mjumuiko wa kesho. Vyombo vya habari tutawapa leo certificate zenu kwa jambo kubwa sana mnalolifanya. Hakika nyinyi ni watu wa kipekee katika nchi yetu hii ya Tanzania, lakini katika dini yetu hii ya Uislamu nyie ndiyo mabalozi wetu wakubwa, nyie ndio mnafanya tujulikane. Jamani, tunaombeni kila la kheri. Yani kila mwandishi wa habari, mkurugenzi wa TV, tunamwombea Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, amjalie malengo aliyokuwa nayo. Kama yuko online TV bado ana plani ya kuwa kwenye TV, basi Mwenyezi Mungu akayatimize hayo malengo kama bado kuna mpana kamera mpana, mnatumia za za za 4K, mtu anataka kuenda kwenye sijui kamera gani huko, mnajua wenyewe. Basi Mwenyezi Mungu afungue milango mpate makamera makubwa makubwa, makubwa. E, tue e, tunaona kuna drones zile hapa mmerusha hapa, hapa, hapa, zinatembea ndani ha humu lakini pia nanyiye mmiliki vituo vikubwa vya television kwa kweli mnafanya kazi kubwa sana. Sina namna na ya kuweza kuwasemea isipokuwa ni kuwaombea dua, kila mmoja mahitaji yake na mipango yake na na zile ndoto zake ziende kutimia. Akis Online TV e, kipekee kabisa ni, ni, ni, ni, ni, ni online ya Sahabul Kaf, nayo tunaiombea Mwenyezi Mungu aishike mkono ifike mbali iwe kama, ywe, kama TV tulizokuwa nazo hapa, MC atazitaja. Tuna Wasafi, tuna Kibla Teni, kuna TV kuna Imani, kuna Mahasi kuna Mahasin, kuna Oba, Oba zipo nyingi kwa kweli, nadhani atataja MC wote hawa. Tunawashukuru, mnafanya kazi kubwa sana sana sana, sana. sana. Kipekee nikimalizia sasa shukrani zangu za dhati hizi, ili tumkaribishe mgeni rasmi aseme chochote na kugawa zawadi na certificate, shangazi yangu Bimwamini binti Shabani ambaye kamwakilisha mzee wetu Alhaji Abasi Ali, tunawashukuru sana. Nyinyi ni wazazi wetu, ndio mmetulea mpaka tunafikia kusimama mbele za watu. Tunakaa jirani na, na, na, na mjumbe kamati kuu taifa, sio kitu kidogo. Huyu ni mtu mkubwa. Sheikh Abubakari, sikupata nafasi ya kukaa jirani yako. Tunasema alhamdulillah, lakini sababu kubwa ni wazee wetu walivyotulea, mama zetu Bimwamini lakini, lakini pia, pia baba yetu Alhaji Abasi Tararuka. Lakini, lakini pia familia yangu ya ya, ya Mbese, ukiona wanasema wana, mwanaume wana wana ana mafanikio nyuma yake kuna nani? Mista tana play hey, Mister yeah, Mister Dani, Dani tuambie, ukiona kuna mafanikio kwa mwanaume nyuma yake kuna nani? kuna kuna mama yupo, si ndio? Eh, kwa hiyo hawa kina mama wote waliopo hapa wanamwakilisha mama Samia Suluhu, lakini ashabul kafi nawakilishwa na Shakila Rajabu misezi Mbese. Namwombea kila la heri sana, huyu ni Shemsewa, karibu mbele. Shasampe kiti, huyu ni, ni mtu mkubwa, katibu Bakwata kata ya Yombo Vituka, mtu mkubwa sana. Kwa hiyo misezi Mbese, popote pale ulipo, ninatambua E, jukumu lako natambua, uwepo wako natambua, thamani yako utendaji wako. Umekuwa mpambanaji kwa kweli. Mwenyezi Mungu akupe kila laheri, umri mrefu, akupe mwisho mwema, akupe afya zilizokuwa nyingi tele kabisa. Kipekee kabisa ni mshukuru katibu eh, kwa baraza kula wa baraza kuu la Waislamu, Tanzania Bakwata, Sheikh eh, Msewa Ali Majaliwa. Huyu ni mpambanaji Decoration mpambanani. Yote hii imefanywa naye akishirikiana na, na, na designer wetu, wetu. E... Mister Mister e Selenga Mr. Selenga ambaye yuko, yuko Arusha. Huyu ndio anafanya mambo yote akishirikiana na katibu wetu na yeye Selenga, tuna tuna tuna certificate yake hapa. Kwa hiyo nisichukue muda mrefu, sasa baada ya kutoa shukrani zote hizo za dhati, MC, mimi nimemaliza, na kama itakupendeza utataja vyombo vya habari, ili tumkaribishe mgeni rasmi naye sasa aweze kusema chochote na agawe certificate na bahasha zilizokuwa hapa kwa volunteers wote na watu wa media. Kwa maana kwamba katika ile encyclopedia ya maisha na hata Mwenyezi Mungu alivyotuumba sisi binadamu, kila kitu kimeumbwa kina mwisho wake, lakini wachumi wanavyozungumzia katika operation wise kwamba ili kitu kisifikie mwisho wake, kisifikie mwisho au kisifi, kwa maana ya vitu vingine vya kidunia, ukiachana na uhai wa maisha, vingine vyote ili kisifi, inatakiwa kikifika sehemu ambapo kiko kwenye peak au kiko katika maximum, kifanywe au innovation, ili kizaliwe upe, kiendelee kutamaraki zaidi. Kwa hiyo Licha ya faraja tunayopata kwa kuendelea kuona Qur'ani inasomwa Dar es Salaam na inastawi in vizuri kupitia taasisi hii ya Ashabul Kahfi, lakini pia vile vile tuna dhima ya kufanya sustainability, kwa sababu katika kipindi ambacho tunaenda kufika katika peak na kipindi ambacho mitihani mingi sana inakuja, yatakuja mafanikio lakini Mwenyezi Mungu hata wacha kutupa mitihani kutokana na mafanikio hayo. Yatakuja mafanikio lakini discouragement zitakuwepo. Yatakuja mafanikio lakini, bado watu ambao watakaoangalia kwa jicho lingine kwa tofauti na sisi au kwa mtazamo mwingine tofauti watakuwepo. Wata kwa hili tustawi, lazima tulitambue hilo na tulitengenezee mkakati wa kunyenyuka kutokea hapa. Kwa hiyo ninyi wote pamoja na mimi ambao tunaamini kabisa sisi ni kwa namna moja ama nyingine tunahusika na wanachama wa Sahabul Kahf, basi tupate faraja kuona kwamba Qur'ani inaendelea kukua zaidi katika mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia vile vile tujue kwamba tuna jambo ambalo natakiwa tulifanya kwa ajili ya kuweza kupata, kupata chochote kitu, lakini tunawaomba E, Akis TV mwakilishi aje kwa ajili ya kuweza kuchukua certificate ya kuweza kupata kile ambacho wameandaliwa na taasisi ya Ashabul Kahf Islamic Center. Uh, tunamwomba Babdeo TV

na SN graphic Graphics na tunamwomba naye aje achukue setifiketi yake. Huo ulikuwa <tiped> ni ugawaji wa setifiketi pamoja na bahasha.

Uh, shukurani kama tulivyosema hapo awali, na shukurani hizi za kufunga kabisa zielekee kwa Mheshimiwa Dkt. au Dkt. Selemani Saidi Jafo, mbunge wa jimbo la Kisarawe, waziri wa viwanda na biashara. Yeye ndiyo mlezi wetu, tunafunga kwa kumshukuru yeye. Yeye amekuwa ndio wa mwisho kwa sababu yeye ndiyo mwenye jambo lake, yeye ndio mwenye taasisi yake, yeye ndio mwenye mashindano yake, yake, kwa hiyo tunafunga yeye kwa kumshukuru kipekee. Tunamshukuru sana ndugu yetu, baba yetu, kaka yetu, mlezi wetu kwa majambo yote anayoyafanya ya ashabul kafi kuipeleka mbele Mwenyezi Mungu. Mungu ampe kila la heri. Mwenyezi Mungu ampe afya njema. Mwenyezi Mungu amtimizie, amtimizie, amtimizie malengo yake yote, yote pamoja na familia yake yote pamoja ya na wasaidizi kukumia wake wote, pamoja na Mheshimiwa e, mama yetu e, Samia Hassan Suluhu ambaye ndio kiongozi wa nchi, kwa kuendelea kutulinda, kuendelea kutulea mpaka sasa hivi, nchi yetu ina amani na nchi yetu ni tulivu. Kama tulivyosema katika ukumbi kule JNICC Oktoba, mwaka huu 2025, Oktoba mwezi wa kumi tuna uchaguzi, tuna uchaguzi wa madiwani, tuna uchaguzi wa bunge na tuna uchaguzi wa marais au rais. Yani marais ni rais na makamu wake wako wawili. Kwa hiyo tunamchagua rais na makamu wake, sawa, tunawachagua wabunge, tunawachagua madiwani. Kama tulivyosema, kauli mbiu yetu ni Qur'ani ni amani, tulinde amani. Ndiyo kauli mbiu ya ashabu kafi, hiyo ndiyo brand yetu sisi tunasema tunahitaji uchaguzi wenye amani, tunahitaji tukawachague viongozi ambao ni makini watakayetuhudumia sisi wananchi wa Tanzania, tukawachague wabunge na tunawaomba wabunge wote ambao watakuwa na sifa Mwenyezi Mungu awapitishe bila hesabu yoyote. Kwa hiyo tunaomba nchi yetu ya Tanzania wananchi wote wakubwa ambao wamefika umri wa kujiandikisha daftari tayari watu wakajiandikishe. Wajiandikishe kwenye daftari la kupiga kura na wajitokeze kwa wingi. Wajitokeze kwa wingi ili waweze kuwachagua viongozi ambao wamewapenda wenyewe wawaletee maendeleo katika nchi yetu hii, katika taifa letu hili. Nikifika hapa, nasema sina zaidi <tum> la kusema subhanaka llahumma wabihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa wanatubu ilayka subhana rabika rabi lizzati ama yashifun wasalamun wa la lmursalina walhamdulilahi rabilalamin. Shukran sana, karibuni sana. Wanakamati mnajua na volunteers, kesho tutakutana hapa kwa ajili ya tathmini na kwenda kupongezana huko kulikoandaliwa.